Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi inasema bariki kutoa leseni nne kwa wachimbaji wadogo. Hiyo ni habari inaendelea kwenye kurasa za ndani. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi ni hatima ya Chadema kutoshiriki uchaguzi. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi inasema hatima ya Chadema kutoshiriki uchaguzi ni swala linalogonga vichwa eh, baada ya kanuni za maadili ya uchaguzi mkuu kutoweka kutoweka eh, kando, lakini makada wadau kubaki njia panda, imesisitiza haina lake kwa miaka mitano ijayo. Hiyo ni habari ukurasa wa nne. Hiyo ni hatima ya Chadema kutoshiriki uchaguzi mkuu. Lakini boti ya shilingi bilioni nne yatua kufanya uokoaji ziwa Victoria. Boti ya shilingi bilioni nne yatua kufanya uokoaji ziwa Victoria. Lakini ripoti, wanawake hawa wako hatarini kupata umaskini. Ndani ya gazeti lako la Mwananchi inaandika kwenye ripoti maalum wanawake hawa wako eh, hatarini kupata umaskini. Lakini kuna habari inaosema Samia awaonya tena wanaochezea amani. Huyo ni rais Samia Suluhu Hasani, awaonya tena wanaochezea amani. Lakini gazeti lako la Mwananchi, habari kubwa ni hatima ya Chadema kutoshiriki uchaguzi mkuu, eh, ni kutohudhuria kwa msajili, eh, kuhudhuria kusaini, eh, haki za maadili lakini tukiangazia gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo, kuna habari inasema, migogoro elfu kumi na sita ya ndoa yashughulikiwa ndani ya miezi tisa. Migogoro elfu kumi na sita ya ndoa yashughulikiwa ndani ya miezi e, tisa. Lakini kona ya afya, sababu kifua kikuu bado ni tishio duniani. Kwenye kona ya afya kwenye gazeti la Nipashe inasema kifua kikuu bado ni tishio duniani. Lakini visingizio vya watu wasiotaka kubadilika e, visingizio vya watu wasiotaka kubadilika. Lakini kuna habari inayosema mawaziri waitwa wa kero za barabara wanyamapori. E, mawaziri waitwa kero za barabara wanyamapori. Lakini baba mama wa kambo matatani, madai ya kumfanyia unyama mtoto e, mama e, baba e, madai ya kumfanyia unyama mtoto. Na habari picha ikionyesha mtoto e, sehemu zake za mwili zikiwa zimeharibika vibaya e, inaonekana ni kuchezea kipigo e, cha mama wa kambo na baba kinyama. Lakini uchaguzi mkuu 2025 Chadema auti, hiyo ndio habari kubwa kabisa, amechukua picha kubwa kwenye gazeti la Nipashe, inasema uchaguzi mkuu 2025 Chadema auti. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo lina nini sasa hivi asubuhi? Lina habari inaosema watu zaidi ya 100 wafariki kwa mvua huko India, Nepal. Tumeanza na habari ya kimataifa e, watu zaidi ya 100 wafariki kwa mvua India, Nepal lakini Dkt Mwinyi mgeni rasmi maadhimisho ya wiki ya afya. Dkt Mwinyi mgeni rasmi maadhimisho ya wiki ya afya. Na Hemedi, serikali hitowavumilia wavunjifu wa amani. Hiyo ni Hemedi asema serikali haitowavumilia wavunjifu wa amani. Lakini wa Dkt Dimwa awaonya watakaoingia majimboni mapema. Dimwa awaonya watakaoingia majimboni mapema. Lakini Masauni aelezea mafanikio ya muungano. E, huyo ni Masauni aelezea mafanikio ya muungano lakini waziri Lela asema mradi wa teknolojia ya maji kudhibiti upotevu wa maji. Na vyama vya saini kanuni za maadili ya uchaguzi, lakini chadema hawakuonekana. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la habari leo jumapili ya leo, gwiji la habari linaanza na bunge la pigwa msasa utendaji wa wa ofisi za msajili wa hazina. Bunge la pigwa msasa utendaji ofisi ya msajili wa hazina lakini makala ageuka mbogo, ubadhirifu vyama vya ushirika. Huyo ni Amos, makala ageuka mbogo e, ubadhirifu wa vyama e, vya ushirika. Hiyo ni habari ukurasa 20. Lakini aiba milioni nane za bosi kulipia mahari e, aiba milioni nane za bosi kulipia mahari. Hiyo ni habari ukurasa 7. Ukistaajabu ya Musa, utayaona milioni nane za kulipia mahari. Lakini kanuni za maadili ya uchaguzi zabana hiyo ni habari kabisa kwenye gazeti lako la Habari Leo, ndo habari kubwa leo. Inasema kanuni za maadili ya uchaguzi za bana kampeni, nyumba za ibada, rushwa, lugha chafu marufuku, vyama 18, vya saini Chadema kutoshiriki uchaguzi, yatoa neno. Hiyo e, ni kanuni za maadili ya uchaguzi za bana e, kampeni, nyumba za ibada, lakini rushwa, lugha chafu marufuku kwenye kanuni za maadili, lakini vyama 18 vya saini Chadema kutoshiriki uchaguzi eh, yatoa neno. Lakini kukamilika ujenzi wa Kariakoo sasa kwa nukia, iuni habari ukurasa wa pili inasema kukamilika eh, ujenzi wa Kariakoo kwa nukia, na mahakama kutumia SGR kufanya utalii wa kimahakama. Eh, mahakama kutumia SGR kufanya utalii wa kimahakama, lakini trilioni tatu za kusanywa mauzo kwa stakabadhi ghalani, trilioni tatu za kusanywa mauzo kwa stakabadhi ghalani lakini Mkenda aonya shule binafsi, hiyo ni habari ukurasa wa tano. Kuna nini huko lakini, Mkenda aonya shule binafsi ndani ya gazeti la Habari leo, kuna habari kwa kina. Na tukichana gazeti la Habari leo eh, gazeti la kula Mzalendo lenye nina habari kubwa inayosema vyama eh, vya siasa vya mwaga sifa. Hilo ni gazeti la kula Mzalendo nasema vyama vya siasa vya mwaga sifa, hizo ni kanuni za maadili ya uchaguzi. Lakini wengi wakoshwa na utoaji fomu CCM eh, wengi wakoshwa na utoaji fomu e, CCM ilo, e, la e, ilo ni gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za mbele pa tanda kale yako kwa habari kwa kina kiangazia kwenye gazeti lako la Jamhuri, bado naendelea kutuhabarisha asubuhi ya leo, inasema Lisu afungwa breki. Ilio ni gazeti lako la Jamhuri ya Barikubwa, nasema Lisu afungwa breki, lakini energy energy na pombe damdamu. Ilo ni gazeti lako la Jamhuri linaendelea kila siku kuwepo sokoni. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwangaza linasema Rais Samia atimiza ndoto ya Nyerere. Eh, Rais Samia atimiza ndoto ya Nyerere. Hilo ni gazeti lako la Mwangaza na lenyewe bado linaendelea kuwepo sokoni. Lakini pia kwenye gazeti lako eh, gazeti la Raia Mwema eh, gazeti la Raia Mwema na lenyewe bado linaendelea kuwepo sokoni kuanzia Aprili 9 mpaka 15. Eh, linasema jeshi la polisi, tumejiandaa kwa uchaguzi. Lakini eh, mvua eh, Mavunde aipa kampuni ya madini siku thelathini. Lakini Profesa Kitila abebeshwa CCM. Hiyo ni habari kwenye gazeti ya Raia Mwema, inaendelea na ikuwepo sokoni mpaka eh, tarehe 15. Lakini pia kwenye gazeti la Mwanahalisi na lenyewe sokoni kuanzia Aprili 10 mpaka Aprili 16 linasema Mboe aweka visiki Chadema, Majaliwa njia panda. Hiyo ni habari napatikana kwenye gazeti lako la Mwanahalisi lakini gazeti lako la Zanzibar eh, Fahari wa Zanzibar inaandika balozi Chimbi aeleza tofauti ya system na vyama vingine barani Afrika. Eh, ilisema balozi Chimbi aeleza tofauti ya system na vyama vingine vya siasa barani Afrika. Lakini kwa gazeti la Anuru inaandika historia ya Karume ni nyeti. Gazeti la Anuru inaandika historia ya Karume ni nyeti, maisha yake yanahusishwa na JK Nyerere, ndiye moyo wa mapinduzi ya Zanzibar, lakini inahitajika busara ya umakini kuzungumzia hiyo. Ni habari kwenye gazeti la Nuru. Lakini gazeti lako eh, la Kiongozi eh, lenyewe linaandika vyombo vya habari viheshimu eh, iturujia wakati wa misa. Vyombo vya habari viheshimu iturujia wakati wa misa. Hiyo ni gazeti lako la Kiongozi. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini sasa tukiangazia kwenye kurasa za michezo kwenye magazeti mbalimbali mbali nchini Tanzania, eh, tuanze kuangazia e, eh, kurasa mchezo. Tunaangazia kwenye, kwenye, eh, eh, eh, kwenye gazeti la habari leo lenye kuna mchezo linaandika Simba yatoa watano kikosi bora barani Afrika. Simba yatoa watu watano wachezaji watano kikosi bora barani Afrika. Lakini Yanga ya Winda Stand United, Yanga ya Winda Stand United. Lakini Fadlu hacheki na Mbeya City, huyo ni Fadlu hacheki na Mbeya City. Yuni habari kwenye gazeti la habari leo lakini bado kuna habari inasema na wasanii watakiwa kusimamia maadilio. Ni habari ukurasa wa 21 kwenye gazeti la habari leo. Lakini Zanzibar Leo gazeti lako ukurasa wa mchezo naandika Yanga Azam Singida zathibitisha kushiriki ligi ya Muungano. Yanga Azam Singida zathibitisha kushiriki ligi ya Muungano. Lakini JKU mafunzo za shinda ligi kuu, bunge marathoni kukusanya bilioni tatu. Lakini Tanzania yapangwa kundi B na D kombe la dunia mikono ufukweni. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa michezo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti na lenyewe kuna michezo asubuhi ya leo, lina habari inasema, Dube, kuna jambo linakuja. Huyo ni Prince Mpumelelo Dube asema kuna jambo linakuja. Lakini Simba na maajabu yake, hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti, inasema Simba na maajabu yake, ligi bara ya pasuka mara tatu, ligi bara ya pasuka mara tatu, lakini Uh, bado kuna habari inayosema Singida inachukua ufalme wa Azam. Singida inachukua ufalme wa Azam lakini kimataifa Rashford Amorim kuyamaliza kikubwa. Rashford na Amorim kuyamaliza kikubwa. Eh, ni habari kimataifa ndani ya gazeti lako la Mwanaspoti kwa asubuhi ya leo. Na gazeti la Mwanaspoti ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakale yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini asubuhi njema.